Kutufresh. E bwana, e, mambo ni vipi? Unyama au sio? E bwana, e, shukrani sana kwa wale wadau wote walio show love, walio support, walio changia na pia hata wasio changia pia walioonyesha upendo au sio bwana. Tunashukuru sana kwa mlicho tupatia. Mungu ame bless. Chongo umekamilika, tumeenda kuchukua spika hii hapa, mali mpya kwa wadau wale walio changia, walio support, Mungu awazidishie na hata msiochangia pia Mungu awazidishie. Tuzidi kuonyesha upendo zaidi au sio bwana? Unafungua mali yetu mpya mdogo mdogo kama ifuatavyo, ama mali njoo, ndio kusema oh, sije nini ndani mule ya mchongo ya mchongo, mali hapa pa box na chano eh, bado bitch box na chano na chano

kesho uh, lanzeru zinaanza na kwa baraka zaidi.